Tuna huduma mbalimbali lakini leo nitaenda kuongelea huduma mbili ambazo tumeona zinakuwa wengi zinawachanganya, na tumekuwa na maswali mengi watu wakiuliza kuhusiana na hizi huduma mbili. Na hizi huduma mbili ni guarantee rent service na property management. Kwamba hizi huduma mbili, nikisema guarantee rent namaanisha huduma ya kodi ya uhakika, nikisema property management namaanisha usimamizi wa nyumba huduma hizi mbili zina tofauti, moja ipo ndani ya nyingine na hii moja inaweza ikasimama kama yenyewe pia. Nikisema guarantee rent kodi ya nikisema guarantee rent namaanisha huduma ya kodi ya uhakika. Hii ni kama a a premium package. A premium package package ya property management, lakini utofauti uliopo au upekee unaoupa hii guarantee rent ni kwamba wewe kama nufaika unakuwa na uwezo wa kupokea kodi yako kwa kipindi chote cha mkataba bila kukosa, kila mwezi bila kukosa, nikimaanisha kwamba kama wewe unanufaika na huduma hii ya guarantee rent inamash..., kila mwezi utapokea kodi yako hata kama Propa watashindwa kumpata mpangaji kwenye nyumba hile, au mpangaji anapotokea anashindwa kulipa kodi, wewe bado kodi yako iko pale pale. Huduma hii sana sana ni kwa zile property ambazo zinakizi vigezo fulani, qualities fulani ambazo nitakuja kuzielezea siku nyingine, na mwenye nyumba anahitaji kuwa na financial stability nzuri, huwa anategemea nyumba hizi za kupanga kama sosi yake kubwa ya income. Basi tunamweka katika hii guarantee rent services. Kuna quality za nyumba zitafanya hii nyumba itaingia katika package hiyo. Huduma nyingine ni huduma ya usimamizi wa nyumba, property management Huduma hii ipo chini ya guarantee rent, lakini ukiziangalia hizi huduma zinafanana, vitu vyake vingine vyote kasoro ya guarantee rent, unakuwa na kodi ya uhakika. Kwenye property management ya kawaida ni kwamba unapata usimamizi wa nyumba, lakini unakuwa upokei kodi vipindi ambavyo hamna mpangaji katika nyumba yako. Tofauti nyingine ni kwamba kwenye guarantee rent tuna tunachaji mpaka asilimia ishirini ya kodi ya kila mwezi. hiyo hiyo, hicho ndio utofauti mwingine. Upo kwenye guarantee rent services tuna chaje mpaka asilimia ishirini ya kodi ya kila mwezi ambao mpangaji atakuwa analipa, na kwenye property de, na kwenye property management, tuna chaje mpaka asilimia kumi na mbili ya kodi ya kila mwezi. Huduma nyingine ambazo zipo si ndani zote zinafanana maintenance futa mpangaji, property leasing, mambo ya mikataba, contract, contracts, hizo agreements zote zipo kwenye hizi services zote. Kinachotofautisha hizi mbili ni ulipaji wa kodi na jinsi mwenye nyumba anavyonufaika. Hizi sana sana property management inaingia kwenye nyumba zote, ni kitu kingine ambacho nataka kusema. Property management inaingia kwenye nyumba zote lakini Guarantee rent hii ni premium ambayo inaenda kwenye nyumba specific tu, na kuna qualities fulani ambazo nitazielezea siku nyingine ambazo zinafanya nyumba inakuwa qualified kwa guarantee